Mongo, ni nani? Nilianza uongozi kwanzia mwaka themanini na nne, kachaguliwa. Niseme hata wakati huo nienda kwenye mapambano ya, ya Nduli Idi Amini, nilikuwa mstari wa mbele. Baada ya kurudi, kachaguliwa tena uongozi, kushirikisha ulinzi wa polisi jamii. Kipindi hicho ilikuwa ni tunaita sungusungu Umaarufu wake ulijengwa na umahiri wa kukemea vitendo vya utovu wa nidhamu na kupinga vikali mavazi yasiyo na staha katika jamii. Mtu anajipanga jioni anaita mwanaume, babu ishapata mwenzio, jambo la aibu. Siku hizi wanabakwa wanaume kwa nguvu, hivyo unapita tu kila siku hapa, hujui, na sisi tuna shida, tuko wanawake kama unao nyumbani. Sasa labda hapo serikali natakiwa iangalie kwa maana, watoto wa kike washaenda vibaya. Mji huu ulikuwa na ujambazi mkubwa, ulikuwa na matukio mengi na hata maadili yalikuwa yako chini sana, lakini kupitia Shija Mongo aliweza kutengeneza mji ukawa mzuri. Leo hii mchango wake katika kukosoa jamii umeacha alama kubwa katika mamlaka ya mji mdogo Katoro, kiasi cha kufahamika hata kwa wahamiaji katika eneo hilo. Niliwahi kuwa pale mashineni akapita binti mmoja amevaa suruali yani, inamuonyesha ni, ni kama nusu utupu. Alimwita akapewa adhabu akachapwa viboko, nadhani nilishuhudia hilo tukio akiwa anachapwa yule binti, na sikuona tena amerudia kuvaa vazi kama lile. Kwa kweli sasa hivi maadili yameporomoka. Nilisimamia haki na ndiyo iliyonifanya jina langu litembee, sikunyanyasa mtu sikuchukua cha mtu, ilisimamia haki. Ndio maana Katoro ilijengwa. kutokana na mmomonyoko wa maadili kwa vijana na hata watu wazima, hususani wanaovaa mavazi yasio na staha uliochangiwa na utandawazi, wito ukatolewa kwa serikali katika kudhibiti vitendo hivyo, ili kuokoa kizazi cha sasa na cha baadaye. Baada ya kumwita, kumuonya kama aeleweki, wazee kwa kutoa maamuzi apate amsaa mazo amsa ishirini au viboko vitano, hatuwezi kupindisha pale. Basi mtoto anakaa kwa maadili ya kuokopa, nikifanya hivi taazibiwa. Kwa maana kama mtoto anavunja sheria anavuta bangi anaparamia watu, mzazi anakuja juu, tunakamata napeleka polisi. Kuishiwa nguvu sungusungu, sasa hivi sauti yake haifanyi kazi kama zamani. Sherehe ya moyo ni aliye hai, usisubiri msiba kuonyesha heshima. Haya si maneno yangu, ni ya Wanakatoro walioamua kumpongeza Shija Mongo ingali hai kwa kuonyesha dhamira yake kwa kujituma na ujasiri alioonyesha, kiasi cha mchango wake kuwa na manufaa makubwa kwa jamii ya Katoro. Ester Sumira Azam News. <mulia>